Waraka wa kwanza wa kwanza Paulo kwa Wakorintho mlango wa kumi na sita. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma, kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Lakini nitakuja kwenu nikiisha kupita kati ya Makedonia, maana napita kati ya Makedonia. Labda nitakaa kwenu, naam, labda wakati wote wa baridi, mpate kunisafirisha kokote nitakakokwenda. Maana sipendi kuonana nanyi sasa katika kupita tu, kwa sababu nataraji kukaa kwenu muda kidogo, Bwana akinijalia. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Lakini Timotheo akija, angalieni akae kwenu pasipo hofu, maana anaifanya kazi ya Bwana vilevile kama mimi mwenyewe. Basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirisheni kwa amani ili aje kwangu, maana ninamtazamia pamoja na ndugu zetu. Lakini kwa habari za Apolo ndugu yetu, nalimsihi sana aende kwenu pamoja na hao ndugu; ambaye si mapenzi yake kwenda sasa, lakini atakuja atakapopata nafasi. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Tena ndugu, na wasii mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefana kwamba ni malimbuko ya Ikaya, nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumu watakatifu. Watiini watu kama hawa na kila mtu afanyaye kazi pamoja nao na kujitaabisha. Nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwao Stefana, na Fortunato na Akaiko, maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale niliyopungukiwa kwenu maana wameniburudisha roho yangu na roho zenu pia. Basi wajueni sana watu kama hao. Makanisa ya Asia wawasalimu. Akila na Priska wawasalimu sana katika Bwana, pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Ndugu wote wawasalimu. Salimianeni kwa busu takatifu. Hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Mtu awaye yote asiyempenda Bwana na awe amelaaniwa. Maran adha. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi. Pendo langu na liwe pamoja nanyi nyote katika Kristo Yesu.